za mchana, mabibi na mabwana. Swali so, lake jipesi tu ni teknoloji, jibu lake ni teknoloji. Ukiwasikiliza wazungumzaji wote wameunganisha mafanikio yao na teknoloji wote, hakuna aliyetoka nje ya leo na ndio maana leo tuko hapa, tuanzie tulipo. Mimi binafsi ni sehemu ya watu au watanzania waliofaidika sana na teknolojia, waliofaidika sana na social media, yes, kuanzia huko nyuma nimefanya nao kazi kwa miaka mingi kidogo kama influencer, kama brand ambassador, lakini walinichukua kwa sababu ya technology, kwa sababu ya social media. Nilikuwa na teta na wenzetu wa Yasi wakanambia Mr. Manara, unafahamu investment yetu hivi sasa, kampuni ya Yas ni shilingi trilioni moja za Kitanzania? Nani anajua investment kubwa sana. Umefahamu? Majuzi nilikuwa niko Pemba katika shughuli zangu, Leo kila kitongoji cha Pemba na Unguja yake kwa maana ya Zanzibar, Yas imetapakaa kila mahali, na ni mtandao wa 5G. 5G, mabibi na mabwana, nenda Arusha, nenda Tanga, nenda Mbeya, nenda Mwanza, nenda miji mikuu yote, ni 5G. Na miji mingine yote, mpaka kwetu Ujiji ni 4G. 1 trillion t shillings imekuwa invested pale, tuwapigie makofi mengi sana ni <laughs> Nikirudi katika point ya social media na technology, ndugu zangu, bila technology dunia haipo. Hawa niwaite influencers wetu wote wako Tanzania hapa, hakuna aliyepo mbali, lakini angalia hivyo unganisho dots ya kilimo, sekta ya uvuvi, biashara, michezo na kila kitu ambacho kimeifanya dunia imekuwa zaidi ya kiganjani. Mimi nilianza kazi hii ya kwenye social media sio miaka mingi, lakini nilipoingia kwenye mpira kama spokesman, nikasema huu mpira huu hatujauunganisha katika dunia ya sasa, hauzungumzwi vilivyo kwenye social media. Nikaanza kutumia utani wa Simba na Yanga kufurahisha watu nikaanza kuinfluence watu kupenda mpira. Wakati ule wanawake walikuwa wanaogopa kuna vitirani, wanasema kuna fujo, hawaende na familia, mume na mke na watoto. Nikaanza kuaminisha watu kupitia social media kwamba mpira ni sehemu salama, michezo ni sehemu salama, na unaweza kupenda na familia tukaanza kujaza viwanja vya mpira ikiwemo Benjamin Mkapa kwa kutumia social media, kwa kutumia technology. Tulifanya kazi na watu wa radio, redio, watu wa TV, lakini influence kubwa tuliyoitumia ni technology, ni social media. Leo hakuna mtu anaona haya kwenye mpirani. Kina dada sasa wanavaa na tops zao wanakwenda kwenye viwanja vya mpira kuangalia Yanga yao kuangalia Simba yao kuangalia timu ya taifa, ni kwa sababu ya nguvu tu ya teknoloji, ni kwa sababu ya nguvu ya social media. Faida nyingine kubwa ambayo binafsi labda niliipata kupitia social media na teknoloji, pengine nikapata wabalozi wa makampuni mengi zaidi kuliko influencers wengi, ni kwa sababu ya social media, ni kwa sababu ya technology. Na yes, wanatuthibitishia, wana tupibitishia hilo. Nilikwenda, huwa napenda kwenda kwenye hifadhi zetu. Mwaka huu nilikwenda ya Serengeti huwa wale makampuni ya utalii wanaandaa zile lunch zile za mbugani, nadhani wengi mnafahamu hasa. Nimefika pale na familia uh, imeletwa pale lunch box tunakula, lakini nilikuwa kuna tangazo lazima nilipandishe tena, nilikuwa tangazo la Yasi, nikasema mtume, sahizi saa saba hii nafanyaje? Nafungua simu yangu, mtandao uko 4G mbugani Serengeti. Yani, badala ya kupandisha lile tangazo nililokusudia, nikaona hapa tangazo bora zaidi ni kupandisha mtandao wa Yas uko ndani ya hifadhi ya Serengeti, 4G imesimama namna hivi ndani ya hifadhi. Hongereni sana viongozi wa Yasa, mmerahisisha nchi, mmerahisisha Tanzania, mmetufanya tuwe karibu zaidi kuliko tulivyokuwa. Ongereni sana influencers ambao wamekuja kutuelezea mafanikio ya teknolojia na biashara zenu. kila nilikuwa nikikaa nikiangalia na iona nafasi mnaowapa vijana kujikwamua kupitia social media, kujikwamua kupitia teknoloji. Tuanzie hapa tulipo, tunaweza kufika mahali pazuri zaidi. Bila ya kufanya hivi, tukategemea dunia ya zamani ya wazee wetu, hatutasogea. Sasa hivi dunia ipo kwenye mkono wako na YAS wametuletea mradi huu. Tuzungumze wote kwa pamoja chache nisiwachoshe time hii. Umeona chakula kiko tayari, na nawajua matumbo yashaanza kuchoka. Kwa hiyo bwana MC, mimi jangwa yalikuwa hayo, kama influencer kama balozi wa kampuni hii kubwa kabisa, ambayo najivunia kuendelea kufanya nayo kazi na ni sehemu ya maisha yangu, yaani mimi ni mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, Uh, toka zamani huko ni mtu ambaye naona raha kufanya kazi na kampuni hii, na huwa nawachengesha watu watoto wangu. Sikungiwa anachukua simu hivi, akiona si wifi imekata anachukua simu anajikopesha. Siku hizi kumbe kuna mikopo, nafanya sikuhii ushe Ustishe. Kwa hiyo uh, na naoo mikopo vingi vya watoto sasa, kila siku nabadilisha, nahitaji password, lakini watoto siku hizi wajanja, baada ya siku mbili wanajua password ya baba, wanaingia wanajigustisha wanajiwezesha. Hongereni sana na niwapongeze uh, pia watu wenu akt mmekuwa Me, vitu vingi mnakuja navyo kila wakati, biashara ni matangazo. Nafanya kazi nzuri sana, na sio na timu yako yya ya, dadayangu hapa uh, kazi nzuri sana marketing, nafanya kazi nzuri coo na stafu wote wayasi, nimetengeleza familia kubwa yasi, kupitia social media kupitia technology. God bless you Asanteni sana Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika na wabariki kampuni yetu. Thanks a lot.